Wenzangu, ka stori kadogo tu, sio kubwa. Unajua, unajua saa ingine baada ya kazi tukiwa tumetuliatulia kidogo hapo nini, tunapewa kakitu kidogo kidogo hapo. Kwani munacheka? Mimi kwa kitu kidogo nasema uji na chai eh. Lakini wakati tulikuwa tunapiga gumzo, saa nyingine tulikuwa tunajiuliza, unajua jamani, wale wazee ambao wameenda, wakina Jaramogi wakina Jomo wakina Nkrumah wakina Mwalimu Nyerere Jameni unafikirianga wakiketi wanaongeanga mambo gani? Mimi nilikuwa anasema, unajua wanaongea siasa kama sisi, wanatuangalia tu na mambo hii yetu ya upuzi hapo. Wanatuchekelea. Anasema, hey, lakini unajua I'm very keen kujua. Sasa ndugu yangu umeenda mbele yangu sasa tayari najua mume munajiongeleshana huko, na sio ati niko na haraka ya kuja kuwafikia lakini bado ba, ba, tunataka tutulie, tutulie kidogo, Mwenyezi Mungu atusaidie, lakini najua wakati wetu tukifika utakuwa hapo kutuambia njia ya kutembea hizo mabarabara za huko. Kwa hivyo yangu ndugu yangu, nikuombee kwa Mwenyezi Mungu akurehemu, akulaze na amani na wenzako, ukijua ya kwamba twakumbuka wewe, na yale ambayo umebakisha tutaendelea nayo. Na familia yako sasa imekuwa yetu na tutaendelea kuwalinda na kuwachunga na kusimama pamoja nao kwa wakati wote. Nasema lala salama, ndugu. Mungu awabariki familia yako na awapatie awafariji, na awapatie nguvu, na Mungu aendelee kuibariki Kenya hii yetu, Afrika Mashariki, na Afrika kwa jumla. Asanteni sana, Mungu awabariki.